Ilikuwa ni katika siku ya jua kali mjini Tel Aviv niliposikia taarifa za mapema asubuhi zikisema kuwa kulikuwa na kikiri lisilo la kawaida katika anga ya Iran. Habari hizo hazikuwa rasmi, lakini zilitolewa na vyombo vya habari vya eneo hilo na kuashiria kuwa huenda kulikuwa na shambulio la kijeshi au jaribio la ujasusi kutoka kwa Israel ndani ya ardhi ya Iran. Kama mwandishi wa habari niliyezoea kuripoti masuala ya kimataifa, nilijua mara moja kuwa hii ilikuwa ni habari zito na ilikuwa mwanzo tu wa kile ambacho kingeweza kuwa mfululizo wa matukio yenye athari kubwa duniani. Mzozo kati ya Israel na Irani si jambo jipya. Ni uhasama uliojengwa kwa miongo kadhaa ukitawaliwa na wasiwasi wa kisiasa, kiusalama na kiitikadi. Kwa upande mmoja, Israeli ina wasiwasi mkubwa na mipango ya nyuklia ya Iran, ikiamini kuwa Iran inalenga kutengeneza silaha za nyuklia zitakazotishia uwepo wa taifa la Kiyahudi. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa mstari wa mbele kuonyesha chuki dhidi ya taifa la Israel ikilielezea kama shetani mdogo, na kuiunga mkono waziwazi makundi kama Hezbollah nchini Lebanon na Hamas katika ukanda wa Gaza, ambayo nayo yana uhasama wa moja kwa moja na Israel. Katika miaka ya hivi karibuni mvutano huu umeongezeka kwa kiwango cha kutisha. Kwa mfano, mashambulio ya kisiri yanayohusishwa na Israel dhidi ya mitambo ya nyuklia ya Iran yameongezeka. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa ikijibu kwa njia zisizo za moja kwa moja, mara nyingine ikilenga maslahi ya Israel nje ya mipaka yake, kama vile mashambulizi dhidi ya mabalozi au vituo vya kijeshi vya Israel au washirika wake, na mara kwa mara Tumeona matamko makali kutoka viongozi wa pande zote mbili yakichochea hali ya taharuki kila mmoja akijaribu kumshawishi ulimwengu kuwa ana sababu za msingi za kuchukua hatua. Moja ya matukio makubwa yaliyotikisa uhusiano huu ni mauaji ya Mohsen Fakhrizadeh, mwanasayansi wa nyuklia wa Iran mnamo mwaka 2020. Iran ililaumu Israel kwa mauaji hayo na kuapa kulipiza kisasi. Ingawa Israel haikukiri wala kukanusha kuhusika kwake, dunia nzima ilijua wazi kuwa operesheni hiyo ilikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na juhudi za Israel kuzuia Iran kufikia uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia. Tukio hilo liliwaamsha wengi duniani kuhusu ukubwa wa mgogoro huu. Katika siku za hivi karibuni, hali imezidi kuwa tete. Irani imekuwa ikijinasibu kuwa imefanikiwa kuimarisha uwezo wake wa kinyuklia kwa kiwango kikubwa, licha ya vikwazo vya kimataifa na makubaliano ya awali ya nyuklia JCPOA kuvunjika baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 chini ya utawala wa Donald Trump. Hatua hiyo ya Marekani ilizua taharuki kubwa na kuifanya Irani iendelee na mpango wake wa nyuklia bila kusita. Kwa upande wa Israel hiyo ilikuwa tishio la moja kwa moja, na tangu wakati huo serikali ya Israel imekuwa ikifanya kampeni ya kimataifa kulishinikiza jumuiya ya kimataifa na hasa Marekani kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya Iran. Nikiwa nimekaa katika chumba cha habari, taarifa zilikuwa zinaingia mfululizo. Kulikuwa na tetesi za mashambulizi ya angani yaliyolenga Tehran na baadhi ya wachambuzi walikuwa wakisema kuwa huenda hii ilikuwa hatua ya moja kwa moja kutoka Israel, ikiwa ni kujibu hatua za karibuni za Iran kuweka makombora katika maeneo ya Hezbollah karibu na mpaka wa kaskazini wa Israel. Wakati huo huo, duru kutoka Washington zilikuwa zikieleza kuwa Marekani ilikuwa inafuatilia kwa karibu hali hiyo lakini haikuhusishwa moja kwa moja na mashambulizi hayo. Hii ni kwa sababu Marekani, licha ya kuwa mshirika mkuu wa Israel, imekuwa ikijaribu kwa muda mrefu kuzuia kuzuka kwa vita kubwa kati ya mataifa hayo mawili ya Mashariki ya Kati. Kama waandishi wengi wa habari wa masuala ya kisiasa na kijeshi niligiwa fika kuwa nizozobuu sio wa kijeshi tu, bali pia ni wa kihistoria na kiitikadi. Israel, taifa dogo lenye nguvu kubwa ya kijeshi na kiuchumi, linaona kuwa lipo katika mazingira yenye uhasama mkubwa wa kimazalia na kimusalama. Iran, taifa lenye historia ndefu ya ustaarabu, linaamini kuwa lina jukumu la kulinda maslahi ya wa Waislamu na kupinga kile inachokiita dhuluma ya wazaini. Uhasama huu umegengwa si tu kwa maneno, bali kwa hatua halisi ambazo mara nyingi huwa na madhara kwa raia wa kawaida katika maeneo ya Gaza, Lebanon, Siria na hata Yemen, ambako Iran imekuwa ikiunga mkono gufu. Kuna wakati mwingine nilipata nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa usalama wa kimataifa aliyeniambia kuwa ikiwa Israeli na Iran wataingia vitani moja kwa moja, basi hilo litakuwa janga kwa dunia nzima kwa sababu vita hiyo haitaishia Mashariki ya Kati tu, bali itaathiri masoko ya mafuta, kuibua wimbi la wakimbizi na huenda hata kusababisha vita vikubwa vya kimataifa, kwa kuwa mataifa kama Urusi na China yana ushawishi ndani ya Iran, huku Marekani ikiwa na uhusiano wa karibu mno na Israel. Hali hiyo inaufanya mzozo huu kuwa wa kipekee na wa hatari sana. Lakini licha ya mvutano wote huu, kuna sauti zinazoendelea kupigia kelele umuhimu wa mazungumzo. Wapo wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaoamini kuwa bado kuna nafasi ya diplomasia, hasa kupitia mataifa ya Ulaya kama Ufaransa, Ujerumani na Uingereza, ambayo yamekuwa yakijaribu kurudisha pande zote katika meza ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyikua. Pia baadhi ya viongozi wa Mashariki ya Kati kama wale wa Katari na Oman wamekuwa wakijaribu kwa njia za kificho kuwa wapatanishi kati ya Israel na Iran japo juhudi hizo bado hazijazaa matunda makubwa, lakini nikiashiria kuwa bado kuna tumaini dogo la kuepusha maangamizi. Nilipopata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya raia wa kawaida kutoka pande zote mbili kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano ya moja kwa moja, niligundua kuwa wananchi wengi wa Iran na Israel hawataki vita. Wairani wengi walionyesha kuchoshwa na vikwazo na hali ngumu ya maisha, wakitamani kuona nchi yao ikirudisha uhusiano na dunia. Vivyo hivyo Waisraeli wengi walionyesha hofu kuhusu mustakabali wao endapo vita kubwa itazuka, wakitaka viongozi wao watumie busara badala ya mabavu. Lakini siasa huwa ngumu kuliko matamanio ya wananchi wa kawaida. Mara nyingi viongozi huongozwa na shinikizo la ndani na la kimataifa, na mara nyingine huchukua hatua kwa ajili ya kuonyesha nguvu zao kisiasa, hata kama hatua hizo zinahatarisha maisha ya maelfu ya watu. Katika mazingira haya ya mvutano, hata kosa dogo linaweza kuwasha moto mkubwa. Na hilo ndilo linalowatia hofu wengi kwa sasa. Katika muktadha huu, ni vigumu kutabiri mustakabali wa uhusiano kati ya Israel na Iran. Kuna uwezekano wa kuzuka kwa vita kubwa, lakini pia kuna nafasi ndogo ya kurudisha hali ya utulivu kupitia mazungumzo ya kidiplomasia. Kinachohitajika ni ujasiri wa kisiasa, busara na utashi wa dhati kutoka kwa viongozi wa pande zote mbili, pamoja na ushawishi wa jumuiya ya kimataifa. Wakati dunia ikiendelea kushuhudia hali hii kwa tahadhari, mimi kama mwandishi ninajikuta nikitafakari nafasi ya vyombo vya habari katika kutoa habari sahihi na kwa wakati, lakini pia kuchochea majadiliano ya maana kuhusu amani na usalama wa kimataifa. Kwa sababu mwisho wa siku, bila amani ya kweli kati ya Israel na Iran, dunia haitakuwa salama, na kila taarifa tunayoiandika, una nafasi ya kusaidia ama kuchochea moto au kusaidia kuuzima. Naomba iwe msaada. Nilipoendelea kuchunguza mizizi ya mzozo huu kwa kina, nilijikuta nikitazama si tu historia ya kisasa bali pia mizizi ya kihistoria, ya kidini na ya kijiografia inayochangia chuki hii iliyojikita baina ya mataifa haya mawili. Iran, taifa linaloongozwa na mfumo wa Kiislamu wa Kishia, limejikita katika sera ya kupinga kile inachokiita ubeberu wa kimagharibi na kuwepo kwa Israel katika ardhi ya Wapalestina. Kwa upande wa Israel taifa ambalo limekita mizizi katika historia ya kujeruhiwa sana kutoka Holocaust hadi vita vya kuikomboa nchi yao linapambana kila siku kuimarisha uwepo wake katika eneo ambalo wengi wa majirani zake wamealetabui kama taifa hili. Ni rahisi kuona jinsi misimamo hii iliyopo linavyogongani. Israeli inataka kuwa salama na inataka kuona Iran ikiwekewa kikomo katika ushawishi wake wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Iran kwa upande mwingine, inaiona Israel kama tishio la moja kwa moja kwa Waislamu na ni kielelezo cha kile wanachokiita mashinikizo ya kibeberu dhidi ya nchi huru. Hivyo, licha ya tofauti zao za kijamii na kiutamaduni, malengo yao ya kisiasa na kiusalama yamekuwa yakigongana kila uchao. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Kulikuwa na matukio ya moja kwa moja yanayoashiria kuwa huu si mzozo wa maneno tu bali wa vitendo pia. Takriban mara tano kumeonekana mizinga ya kijeshi inayotoka upande wa Lebanon kuelekea maeneo ya kaskazini mwa Israel. Israel mara zote imejibu kwa mashambulizi angani dhidi ya ngome za Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran. Wakati mwingine, maeneo ya Syria pia yamekumbwa na mashambulizi angani yanayodaiwa kufanya na Israel dhidi ya silaha au wanajeshi wa Iran walioko nchini humo. Iran haijawahi kukubali rasmi kuwa wanajeshi wake wapo Siria kwa shughuli za kijeshi, lakini ushahidi wa kisiri unaonyesha kuwa uwepo wao ni mkubwa na moja kwa moja. Kile kinachofanya hali kuwa hatari zaidi ni teknolojia ete. Iran imewekeza sana katika makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani drones ambazo zimeonekana kutumika katika mashambulizi karab dhidi ya meli za kibiashara katika huba ya Uajemi na hata dhidi ya vituo vya mafuta vya Saudi Arabia. Wakati huo huo, Israel imekuwa ikijivunia teknolojia yake ya kuzuia makombora maarufu kama Iron Dome, lakini hata mfumo huo haumaanishi kuwa nchi hiyo iko salama kabisa. Hali inazidi kuwa ngumu kila upande unapojiandaa zaidi kwa uwezekano wa vita ya moja kwa moja. Wakati hayo yote yakiendelea, kuna sura nyingine ya mzozo huu ambayo haizungumzi mara nyingi: mstari wa vita vya mitandao. Mashambulizi ya kimtandao kati ya Israel na Iran yamekuwa yakiongezeka, kila upande ukilenga miundombinu ya kitaifa ya upande mwingine. Kuna wakati Israeli ilidai Iran ilijaribu kuvuruga mitandao ya maji na umeme, huku Iran ikilaumu mashambulizi ya kompyuta ya kificho dhidi ya mitambo yake ya nyuklia, hasa virusi vya Stuxnet ambavyo viligunduliwa miaka kadhaa iliyopita. Hizi ni aina mpya za vita ambazo hazipigi kelele, lakini madhara yake ni makubwa na ya kina. Zinajenga hofu na kutoaminiana kati ya mataifa haya mawili kwa njia inayotishia usalama wa dunia. Katika mazingira haya, maswali yanazidi kuibuka: je, kuna uwezekano wowote wa pande hizi mbili kupatana Je, mataifa ya Kiarabu ambayo sasa yanaanza kuwa na uhusiano mzuri na Israeli kama vile Saudi Arabia yatakuwa na nafasi ya kuwa wapatanishi au yatachochea zaidi hali hii kwa kujiunga upande mmoja wa mgogoro? Na je, Marekani itaweza tena kuwa mshawishi mkuu wa mabadiliko au imepoteza ushawishi wake kwa kiasi fulani baada ya matukio ya miaka ya karibuni? Nikiwa nimekaa kwenye dawati langu la uandishi, niliendelea kufuatilia taarifa za kutoka Umoja wa Mataifa ambapo wajumbe kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wakikutana kwa kikao cha dharura kujadili hali ya Mashariki ya Kati. Wawakilishi wa mataifa ya Ulaya waliendelea kuhimiza subira na mazungumzo, wakikumbusha dunia kuwa machafuko mapya katika eneo hilo yatakuwa na athari mbaya sana ya kiuchumi na kibinadamu. Lakini hata katika majukwaa hayo sauti za Iran na Israel zilionekana kupishana kwa mbali sana, kila upande ukitoa lawama nzito dhidi ya mwingine na kukataa dhana ya uadilikaji wa pamoja. Kwa upande wa ndani wa mataifa hayo Hali ya kisiasa pia inachangia kwa kiwango kikubwa. Serikali ya kihafidhina ya Iran inayokabiliwa na maandamano ya ndani na matatizo ya kiuchumi, mara nyingine hutumia mzozo huu kama njia ya kuhamisha hasira ya umma kutoka kwa viongozi kwenda kwa maadui wa nje. Vivyo hivyo, Israel ambayo imekuwa na siasa zisizotulivu kwa muda mrefu, ikibadilisha serikali mara kadhaa ndani ya kipindi kifupi, inatumia pia tishio la Iran kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Mara nyingi katika historia ya mataifa, vitisho vya nje huleta mshikamano wa ndani, lakini gharama yake inaweza kuwa kubwa mno ikiwa hali haitatawaliwe kwa hekima. Wakati nilipata nafasi ya kuzungumza na mwanaharakati mmoja wa amani kutoka Israeli aliyekuwa ameshawahi kutembelea Iran kwa njia za kificho, alisema jambo ambalo lilinikaa sana akilini: Wairani na Waisraeli wanafanana zaidi ya tofauti zao. Tunapenda familia, tunapenda muziki, chakula, historia lakini tumetekwa na siasa na hofu na tumeamini uongo mwingi tuliopandikiziwa kwa miaka mingi. Kauli hiyo ilinifanya nitafakari nafasi ya mawasiliano na uelewa wa pamoja katika kujenga amani. Lakini katika dunia ya leo ambapo sauti za kisiasa zinazidi kushinda zile za wanaharakati na wapenda amani, je, kweli mazungumzo yana nafasi yoyote? Kadri saa zilivyokuwa zikisonga siku hiyo, taarifa mpya zilianza kufikia Kulikuwa na dalili kuwa pande zote mbili zinaanza kurudi nyuma kidogo, angalau kwa sasa, baada ya shinikizo kutoka kwa washirika wa kimataifa. Irani ilitoa tamko la kukanusha kuwa ilishambuliwa, huku Israeli ikiendelea na kimya chake cha kawaida ya kisiasa. Wakati huo huo, mashirika ya habari ya kimataifa yalikuwa yameanza kupunguza matumizi ya maneno kama vita au shambulio, na kuzungumza zaidi juu ya tukio la kiusalama. Ilionekana kama vile pande zote mbili zilikuwa zimeona hatari ya kuchukua hatua ya moja kwa moja na hivyo kuamua kurudi nyuma kwa tahadhari. Hata hivyo, utulivu huu ni wa muda. Historia ya uhusiano wa Iran na Israel ni ya mlolongo wa mashambulizi ya kisiri, vitisho vya maneno na mashinikizo ya kisiasa ambayo kila mara huibuka upya kwa nguvu zaidi. Kama kuna jambo ambalo historia imetufundisha, basi ni kwamba ukosefu wa mazungumzo ya kweli na ya wazi huacha nafasi kwa vita, na kama jamii ya kimataifa hatutachukua nafasi ya kupunguza uhasama huu kwa busara, basi huenda tukajikuta tukishuhudia mgogoro mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika Mashariki ya Kati katika historia ya karne hii. Na kwa bahati mbaya, ikiwa hiyo itatokea, hakuna atakayesalimika kabisa, si Iran, si Israel, wala dunia nzima. Wakati mzozo kati ya Israeli na Iran umezidi kushika kasi waiwezekani kuuzungumzia bila kumuhusisha muhusika mkuu wa tatu anayejitokeza mara kwa mara nyuma ya pazia, Marekani ningie. Taifa hili lenye nguvu kubwa kijeshi na kiuchumi duniani imekuwa na nafasi ya kipekee katika mzozo huu, si tu kama mshirika wa karibu wa Israel bali pia kama taifa lililokuwa mstari wa mbele katika mazungumzo ya nyuklia na divali. Kwa njia moja au nyingine, kila hatua inayochukuliwa Mashariki ya Kati, iwe ni katika mashambulizi, diplomasia au vikwazo, ina kivuli cha Marekani nyuma yake. katika miaka ya nyuma marekani ilijaribu kutumia diplomasia kumzuia irani kuendelea na mpango wa nyuklia na matunda yake yalionekana mwaka 2015 wakati serikali ya Barack Obama ilipoafikiana na Iran pamoja na mataifa mengine yenye nguvu kupitia makubaliano ya JCPOA, joint comprehensive plan of action. Makubaliano haya yalikuwa hatua muhimu ya kihistoria, ambapo Irani ilikubali kupunguza kwa kiwango kikubwa shughuli zake za nyuklia kwa muda maalum, kwa kuruhusiwa kuepukana na baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Dunia ilikumua Israel hata hivyo haikufurahishwa kabisa. Waziri mkuu wa Israel wa wakati huo Benjamin Netanyahu alikosoa vikali mkataba huo akisema unatoa nafasi kwa Iran kuendelea na mipango yake kwa siri. Mwaka 2018 utawala wa rais Donald Trump ulivunja makubaliano hayo na kujiondoa rasmi, ukisema kuwa yalikuwa ni mkataba mbovu. Hii ilisababisha hali ya sintofahamu na kurejesha uhusiano kati ya Marekani na Iran katika hali ya mivutano ya hali ya juu. Iran ilianza kujiondoa taratibu kwenye baadhi ya vipengele vya mkataba, huku Marekani ikirejesha vikwazo vikali zaidi vilivyolenga kukandamiza uchumi wa Iran. Kwa upande wa Israel, hatua hiyo ya Trump ilipokelewa kwa furaha. Ilionekana kama ushindi wa kidiplomasia kwa Netanyahu, aliyekuwa tayari ameanzisha urafiki wa karibu sana na Trump. Lakini hali hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Baada ya Joe Biden kuingia madarakani mwaka 2021, kulikuwa na matumaini kuwa huenda mkataba wa JCPOA okay, kungefufuliwa. Serikali yake ilianza mazungumzo ya ana kwa ana, hata kama si ya moja kwa moja, kupitia Umoja wa Ulaya. Walakini matumaini hayo yalififia kadri Iran ilivyozidi kuwa na misimamo mikali, hasa baada ya vifo vya viongozi wa juu wa kijeshi kama Kasem Suleimani aliyeuawa na Marekani kwa shambulio la angani nchini Iraq. Tukio hilo lilisababisha mtafaruku mkubwa wa diplomasia na kuifanya Iran kuwa na msimamo mkali zaidi dhidi ya uwepo wa Marekani katika eneo hilo. Katika hali ya sasa, Marekani inajikuta katika nafasi ya kigumu. Kwa upande mmoja, haiwezi kuiacha Israeli peke yake kwa kuwa uhusiano wa kihistoria, kisiasa na kiusalama ni wa muda mrefu sana. Israeli ni mshirika wa karibu wa Marekani katika Mashariki ya Kati na hupokea misaada mikubwa ya kijeshi kila mwaka, ikiwa ni pamoja na teknolojia ya hali ya juu ya ulinzi. Kwa upande mwingine, Marekani inatambua kuwa vita kati ya Israeli na Iran vitasababisha machafuko makubwa yatakayoathiri masoko ya nishati duniani, kuua maelfu ya watu na kuingiza tena katika mgogoro wa eneo ambalo imejaribu kujiondoa polepole tangu vita vya gra. Katika miaka ya karibuni tumeshuhudia Marekani ikichukua nafasi ya kupoza moto badala ya kuuanzisha. Hii ni pamoja na mashinikizo dhidi ya Israel kujizuia isipanye mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Iran, lakini pia kuendelea kuiwekea Iran vikwazo vya kiuchumi kama njia ya kuilazimisha irejee kwenye mazungumzo. Mara kadhaa viongozi wa Marekani wanazungumza hadharani kuwa Irani haiwezi kuruhusiwa kutengeneza silaha za nyuklia, lakini wakati huo huo wakahimiza njia za kidiplomasia. Wakati hali ikiwa tete baada ya mashambulizi ya angani yaliyoripotiwa dhidi ya Tehran, Marekani lilijikuta katikati ya mgogoro huu kama mpatanishi na mshirika wa kivita. Iliripotiwa kuwa viongozi wa Pentagon walikuwa wamefanya mazungumzo ya dharura na maafisa wa Israeli kuhusu athari za kimataifa za mashambulizi kama hai. Wakati huo huo, walihimiza Irani kutofanya mashambulizi ya kulipiza kisasi kupitia makundi yanayoipendelea kama Hezbollah au wanamgambo wa Irak. Marekani kwa namna fulani inabeba mzigo mkubwa wa kuhakikisha kuwa moto huu hauzidi kuwaka hadi kuwa janga la wazi. Lakini je, Marekani inaweza kuendelea kuzuia mzozo huu? Usitope nje ya mipaka. Wapo wachambuzi wanaoamini kuwa uwezo wa Marekani sasa si kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Ushawishi wake duniani kumeanza kudhoofika, hasa baada ya vita vya Afghanistani na Iraq kuacha picha ya taifa lililochoka na lililopoteza mwelekeo. Zaidi ya hayo, China na Urusi zimeanza kujitokeza kama wachezaji wakuu wapya katika siasa za kimataifa zikiwa na ushawishi mkubwa kwa Iran. Hali hii inazidi kuiweka Marekani katika nafasi ngumu. Inataka kulinda mshirika wake Israel, kuzuia kuingia vitani, na wakati huo huo kushindana na mataifa mengine yenye ushawishi wa kisiasa na kijeshi katika eneo hilo. Pamoja na hayo yote, bado Marekani ina nafasi ya kipekee katika kudhibiti hali Ikiamua kwa dhati, inaweza kulazimisha pande zote B kwa shinikizo la kiuchumi na kisiasa kurejea katika meza ya mazungumzo, lakini hilo litahitaji li ujasiri wa kisiasa ambao mara nyingi huathiriwa na hali ya ndani ya kisiasa nchini Marekani. Kwa mfano, katika kipindi cha uchaguzi, viongozi wa Marekani huwa makini sana katika kuchukua misimamo ya kati ili kuepuka kuchukiza wapiga kura, hasa katika masuala yanayohusu Mashariki ya Kati. Marekani inajikuta inacheza ngoma katika kamba nyembamba. Ikikosea tu, inaweza kuanguka katika janda kubwa la kimataifa, na siasa za ndani ya Marekani nazo zina nafasi kubwa. Wabunge na mashirika yenye ushawishi mkubwa lobby groups yamegawanyika kuhusu jinsi ya kuishughulikia Iran. Kuna wanaopendelea mashinikizo na hata hatua za kijeshi, na kuna wanaoamini kuwa diplomasia ndiyo njia pekee ya kweli. Hali hii ya mgawanyiko inafanya iwe vigumu kwa Marekani kuwa na msimamo mmoja thabiti kuhusu Iran, jambo ambalo linaongeza sintofahamu kwa pande zote katika mzozo huu. Kama mwandishi, ninapotazama picha ya jumla, naona kwamba Marekani ni kama mchezaji mwenye nguvu anayeshika mpira kati ya timu mbili zilizo tayari kujana. Anajaribu kutafuta njia ya kuweka mpira chini bila kuzua fujo zaidi, lakini kila upande unatoa masharti magumu. Lakini muda si rafiki, na kila siku inayopita bila suluhisho huongeza uwezekano wa tukio dogo kuchochea janga kubwa. Naamini kwamba suluhisho la mzozo huu haliwezi kuwa la kijeshi. Marekani, Israel na hata Iran wenyewe wanajua kuwa vita ya moja kwa moja itakuwa na gharama isiyolipika, lakini bila juhudi za makusudi, za wazi na za kimataifa kuleta pande hizi mezani dunia itaendelea kuishi katika kivuli cha hofu. Marekani ina nafasi ya kuwa mkombozi wa mzozo huu, lakini itahitaji kuweka mbele maslahi ya amani ya dunia badala ya mikakati ya siasa ya muda mfupi. Kama historia inatufundisha kitu, basi ni kwamba vita huanzishwa kwa maneno lakini huisha kwa majuto. Wakati wa kuyazuia majuto hayo ni sasa. Katika siku chache zilizofuata baada ya kile kilichoelezwa kama shambulio la anga dhidi ya maeneo ya Tehran, Hali ya taharuki iliongezeka kwa kasi isiyo ya kawaida. Serikali ya Iran ilitoa kauli kali ya kulaani kile ilichokiita ufamizi wa kishetani dhidi ya mamlaka ya taifa lake. Ingawa haikutaja wazi Israel kama mshambuliaji, Israel kwa upande wake iliendelea na kimya chake cha muda wote jambo ambalo kwa wachambuzi wengi wa mambo ya usalama lilionekana kuwa mkakati wa kisiasa unaolenga kuzuia uchokozi wa moja pamoja kutoka kwa pa Iran au washirika wake kama Hezbollah Marekani ambayo wakati huo ilikuwa imebanwa kati ya mshirika wake Israel na wajibu wa kimataifa wa kuhakikisha amani na utulivu ulituma ujumbe wake wa ngazi ya juu kwenda Riyadh, Doha na Tel Aviv lengo lilikuwa ni kushawishi mataifa ya Kiarabu ambayo sasa yana uhusiano wa karibu na Israel kushiriki katika juhudi za kidiplomasia kupunguza joto la vita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani alisisitiza kwamba chaguzi zote ziko mezani, kauli ambayo kwa kawaida huashiria kuwa hata hatua za kijeshi zinaweza kuchukuliwa iwapo Iran itaendelea na mwelekeo wa sasa. Hii haipua mara ya kwanza kwa Marekani kutumia lugha hiyo ya aina mbili, moja ya diplomasia, nyingine ya tishio. Katika historia ya mahusiano kati ya Marekani na Irani, kauli kama hizo zimewahi kusababisha misukosuko mikubwa. Lakini wakati huu dunia ilikuwa tofauti. China ilikuwa tayari inaongeza uwekezaji wake katika miundombinu ya Irani kupitia mradi wake Belt and Road Initiative, na Urusi ilionekana kuwa na nia ya kuendeleza ushirikiano wa, wa kijeshi na Irani hasa baada ya kuanza kwa vita vya Ukraine. Marekani haikuwa tena peke yake katika kusukuma ajenda ya kidiplomasia au ya kivita. Ilikuwa ikichuana na majeshi mapya ya ushawishi wa kimataifa. Hali hii mpya ilisababisha Marekani kufikiria kwa makini namna ya kucheza karata zake. Rais wa Marekani alikutana na baraza la usalama la kitaifa kujadili uwezekano wa kuweka vikwazo vipya dhidi ya, ya Irani. Wakati huo huo akizuia Israeli kufanya mashambulizi zaidi ambayo yangesababisha majibu ya moja kwa moja kutoka kwa Irani. Walikuwa katika mkakati wa kuishinikiza Irani bila kuisukuma kwenye kona ya kuchukua hatua za kuhita. Walakini changamoto ilikuwa kwamba Irani tayari ilikuwa imevuka baadhi ya mistari nyekundu, ikiwa ni pamoja na kufikia kiwango cha urutubishaji wa urani ambacho kilikuwa karibu na uwezo wa kutengeneza silaha ya nyuklia. Ndani ya Marekani mjadala mkubwa ulizuka. Vyombo vya habari vikuu vilianza kuchapisha ripoti kuhusu uwezekano wa vita vya tatu vya dunia iwapo Marekani itashiriki kwa namna yoyote katika mgogoro wa wazi kati ya Israel na Iran. Wananchi waliogopa. Baadhi ya maseneta walitoa tamko wakitaka Israel iwajibike kwa vitendo vyake na kuwataka viongozi wa Marekani kuwa na tahadhari kabla ya kuingizwa kwenye vita vingine vya Mashariki ya Kati. Lakini kuna wengine waliotetea Israel waziwazi wakisema kuwa hakuna taifa linalopaswa kukaa kimya wakati adui ya yake anakaribia kuwa na silaha za maangamizi katika Mashariki ya Kati. Hofu ilitanda. Bei za mafuta zilianza kupanda kutokana na hofu ya machafuko katika Ghuba ya Uajemi. Meli za mafuta zilianza kubadilisha njia zao, zikiepuka maeneo yenye migogoro au mashaka. Katika baadhi ya nchi za Kiarabu, maandamano madogo yalianza kujitokeza dhidi ya Marekani na Israeli yakiambatana na kauli kali kutoka kwa wanazuoni na viongozi wa dini waliodai kuwa mashambulizi dhidi ya Iran ni jaribio la kuvuruga usalama wa Islamu. Katika hali hii ya sintofahamu, kuna kundi moja ambalo lilikaa kimya kwa makusudi, lakini lilikuwa na ushawishi mkubwa wa mashirika ya ujasusi ya Marekani. CIA ilikuwa ikifuatilia kwa karibu harakati za Iran, hasa vuguvugu la ndani la vijana na wanaharakati wanaoipinga serikali ya Kiislamu. Kulikuwa na maoni ya ndani ya serikali ya Marekani kuwa badala ya kushambulia Iran kodobombo, huenda njia ya kuibadilisha ni kuiweka chini ya shinikizo la kisiasa na kijamii kupitia raia wake wenyewe. Hilo lilikuwa na changamoto zake, hasa kwa sababu serikali ya Iran imejijengea mfumo wa usalama wa ndani uliokita mizizi ambao unadhibiti taarifa, mitandao ya kijamii na harakati za kisiasa kwa ukali wa hali ya juu. Lakini kuna upande mwingine ambao haukuzungumzwa sana katika majukwaa ya kimataifa: raia wa kawaida wa Iran na Israel. Nikiwa mwandishi niliyewahi kuzuru eneo la Mashariki ya Kati mara kadhaa, nimewahi kukutana na raia wa kawaida kutoka pande zote mbili. Wengi walinitazama machoni na kuniambia, sisi hatutaki vita, tunataka amani, kazi, maisha bora kwa watoto wetu. Hii ndiyo sauti ambayo mara nyingi hukandamizwa na kelele za makombora, vikao vya baraza la usalama na mikutano ya faragha ya mashirika ya kijasusi katika majiji kama Tel Aviv na Isfahan watu walikuwa wakihofia kesero yao. Mzazi mmoja wa Kiyahudi alinieleza jinsi mwanawe anavyoingiwa na hofu kila siren inapolia ikiashiria tishio la kombora. Wakati huo huo, kijana mmoja wa Kirani nilizungumza naye kwa njia ya mtandao, aliniambia jinsi maisha yamekuwa magumu baada ya vikwazo. Hakuna dawa hospitalini, hakuna kazi, matumaini yamepungua. Kila upande unalilia amani, lakini vita ni biashara ya viongozi. Na kwa mara nyingine Marekani iko katikati ya biashara hiyo, ikiwa kama mfadhili mkuu wa Israel, mlinzi wa maslahi ya kimataifa katika mafuta, na taifa linalotazamiwa kuwa mfano wa demokrasia duniani. Marekani haiepukiki katika uamuzi wowote kuhusu hatma ya mzozo huu. Je, itachagua njia ya nguvu au ya mazungumzo? Je, itaipa nafasi Israel kufanya lolote au itaweka kikomo kwa mshirika wake? Je, itaweza kuushawishi ulimwengu kuwa bado ni mlinzi wa amani? Majibu ya maswali hayo yote yako kwenye mizani ya historia. Muda unayoyoma, mvutano unazidi, na dunia inangoja lakini ukweli unabaki kuwa mstari wa, kama Marekani itakosea hesabu, kama Israeli itaamua kutumia nguvu zaidi, na kama Iran itaamua kujibu kwa hasira kuliko busara, basi kizazi kijacho cha wanadamu huenda kikaishi katika kumbukumbu za janga ambalo liliweza kuzuilika. Kwa sasa dunia inasubiri kwa hofu, kwa tahadhari na kwa matumaini yaliyofifia.